Umetoa mimba fanya mambo haya matano, kuepukana na madhara makubwa sana baada ya kutoa mimba yako. Wanawake wengi sana wamepata madhara makubwa baada ya kutoa mimba, kwa sababu hawakuwa vifahamu vitu hivi vitano. Jambo la kwanza kabisa, usifanye tendo la ndoa walau wiki mbili mpaka wiki nne baada ya kutoa mimba yako. Hii itakusaidia kuweza kuepukana na mafangasi, PID, pamoja na magonjwa ya zinaa. Lakini jambo la pili, usitumie sabuni kujisafisha kwenye mwako, badala yake tumia tu maji safi na salamu, pamoja pia ikiwa na vuguvugu, itakuwa ni vizuri sana kwa ajili ya kuepukana na fungus. Na jambo la tatu, tumia dawa kwa ajili ya kujisafisha kwenye mwako na kuboresha afya yako ya uzazi. Eh, lakini unatakiwa kufahamu kwamba mwanamke anapotoa mimba katika hatari kubwa sana kuweza kupata maambukizi katika via vya uzazi. Lakini jambo la nne, bodilisha mfumo wako wa lishe tumie vyakula kama vile matunda pamoja na mboga za majani ambavyo vinakuwa vina wingi wa iron, omega 3 pamoja na folic acid kwa ajili ya kuweza kuboresha afya ya uzazi na mwisho kama bado unapitia hali ya kutokwa na damu nyingi baada ya kutoa mimba, unapitia maumivu makali, unakosa hamu ya tendo la ndoa, unapata homa za mara kwa mara, basi ni vizuri sana kuweza kufika hospitali kwa ajili ya kupata vipimo na kupata matibabu, kujua hali yako jinsi ilivyo, ili kusudi uweze kuepukana na madhara makubwa sana baada ya utoaji wa kwa mimba. Lakini cha mwisho, usitoe mimba kabisa kwa sababu si nzuri kwa afya yako ya uzazi.